Kitu ambacho tumetengeneza ndo hii unaiona kwenye banda letu hapa nyuma, ndio jina la project nzima letu Tanzania ya Samia lakini ndio hiyo Tanzania yetu. Kwa nini tumeita Tanzania Samia? Tumekaa katika awamu hii sasa hivi na vitu vingi sana ambavyo vimefanyika vimefanyika na rais wetu Dr Samia Suluhu Hassan. Na katika kuweza sasa kuweza kuzionyesha hizo nuru za Tanzania, kuweza kuonyesha hivyo vitu vitamu vya Tanzania, hiyo Tanzania yetu ni ipi, imebidi tuweze kuanza na episode ya kwanza. Tanzania ni kubwa sana. Sasa tunaanza na episode ya kwanza kwa sababu itakuwa ni kama kazi yenyewe itakuwa ni a format ya documentary lakini itakuwa ni series. Ni series series ambazo zitakuwa zinakuwa launch na itakuwa launch Mlimani City, watu wengi sana watakuwa invited of course, katika sehemu tofauti tofauti: wanahabari, wananchi, viongozi, wasanii, wafanya biashara, uh, watu wote, kwa sababu sio jambo la kulipia na ni kitu ambacho kitatengenezwa katika format nyingi nyingi, watu wengi sana waweze kukipata katika sehemu tofauti tofauti. o kwa inaanza ya kwanza itakuwa ni Mlimani City, ambayo itakuwa ni tarehe 23. Kuhusiana na swala la muda na kila kitu vitakuja kutolewa taarifa. Nadhani mabango pia alikuwa ameshaanza kutembea, mtakuwa ameshaanza kuyaona ya rangi hii hii ambayo atakuwa alikuwa na tarehe tofauti, lakini nadhani atakuwa ameshabadilika tarehe nadhani kuanzia kwa, sasa hivi hapa wakati tunazungumza. So hicho kitu kinaenda kuanzia na Dar es Salaam kwa tunaanza na episodi ya kwanza ya Dar es Salaam kwa naamini uh, Wazaramo ndio itakuwa siku ya shangwe sana kwao

wanaijua ya Masaki, wanaijua ya Kijichi, mnaijua Dar es Salaam yenyewe imekaa vipi? Ni nini, ni kitu gani ambacho kinafanyika, inakuwaje? Hii ndio inakuja kukaa kama kuweza kuinadi na kuitangaza, ni vitu gani ambavyo vimefanyika, mahospitali yako mangapi yameweza kujengwa, yakoji yana hali gani, how do they look airport pamekaa vipi? Vitu gani vimefanyika? Mambo gani yanaendelea? Shule nini? Miradi ya barabara ziko ngapi? Kilomita ngapi? Vitu gani vinafanyika? Maendeleo yaliofanyika ni yapi? Takwimu ambazo zimetumika, na sio kwamba hii documentary imetengenezwa tu tukaja tukasema tulipita hapa tukakuta hospitali, hapana. The whole research ya documentation ambazo zimetembea ni zaidi ya peji mia moja. Nakumbuka una, unasoma kichwa una stress, unasema niguse wapi hapa kwanza? Yani kuna vitu vingi, na najua nitakuja kugombana, tuna viongozi wengi sana, hujagusa ule mradi wangu pale wewe, ni hujauona tunataka mimi nionekane sijafanya kitu yani. Najua hizo zitatembea lakini tumeweza kugusa sehemu nyingi sana ambazo we believe is kina kuna nyingi ambazo tumeziacha. Samani za mwanzo za baadaye tutakutana. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ndio tunakuja kuvionyesha tarehe ishirini na tatu na hii imeanzia Dar es Salaam. Tatoka hapo tutatembea Tanzania nzima, natakiwa iweze kuonyeshwa katika taswira ambayo kiukweli sisi ndio muda wetu wa kuweza ku, kusema tutawale ile nguvu ya image yetu sisi, unatakiwa tuitawale kiukweli ukweli, ukweli. Yaani sisi tukikaa tunasema mmeiona Tanzania sisi wenyewe, sauti yetu wenyewe sehemu yetu yenyewe watu walioifanya kazi ni wao wenyewe, na wanaonyesha nchi ya kwao wenyewe. Hiyo ndio ambayo inaenda kufanyika kwenye hii Tanzania ya Samia. <tipos>